Chochote ambacho unakiguza hakiendi, unaibiwa, unadhulumiwa kila kona, unasumbuliwa na madeni. Hii ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana hivi. Usikate tamaa maana kunaye tiba ya kuweza kusafisha mikosi na nuksi pamoja na visirani ambazo zinakukumba. Ndipo maana nakufahamisha kwamba kunaye hapa mganga hodari na hatari sana, e, Dr. Ali, na sasa amerudi na anatatua matatizo hayo yote. Huweza kuwasiliana naye hivi sasa kupitia nambari yake moja ya simu +254 711 734 4, 1, 3, na hakika utaona mafanikio, utaona nuksi na mikosi ikitoweka kutoka kwako na mambo yako yataanza kunawiri. Wasiliana na daktari huyu hodari wa kienyeji Dr. Ali. Pia anasaidia matatizo mengine kama kuwanasa wezi e, mambo ya kuwaita waliopotea na kadhalika. Weza kuwasiliana na Daktari Ali hivi sasa na utaweza kuona unapata usaidizi kwa mengi zaidi ambayo sijayataja uweza kuwasiliana naye sasa kupitia plus 254 711 734 413.